Siku ya jana ilikuwa ni siku nzuri kabisa kwa Juma Jux na mpenzi wake uh, mke wake kipenzi Priscilla au Pris kama anavyojiita mwenyewe, kwa sababu ilikuwa ni siku ya ndoa ya kitamaduni kwa kule nchini Nigeria uh, ambapo Jux na mpenzi wake walikuwa pale Uh, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Wanigeria pia wanashangilia ndoa yao kama ambavyo ndugu wa Jux na watu wa karibu waliishangilia kwa hapa nchini Tanzania. Though sherehe bado hazijaisha, uh, sherehe bado hazijaisha kwa Tanzania. Unaambiwa harusi inakuja mpaka Tanzania. Yes, so Nigeria imekamilika, and then wanaileta mpaka Tanzania. Sasa mi nataka tuangazie watu waliofika kwenye harusi, mavazi ambayo watu walivaa, rangi ambazo zilitumika pale, nataka tuziangazie kwa uchache tu eh, tuangalie mambo ya fashion, unajua mambo ya fashion eh, jinsi wanavyokuwa. So, kwa uchache tu, tunataka tuangalizie tu, tupite karike fulani eh, hivi ka harusi ya Jux na Pris ya kitamaduni ya kule nchini Nigeria. Karibu sana uh, leo ni Good Friday, yes, ijumaa kuu kwa wenzetu Uh, kwa sisi wa Kristo lakini pia kwa ndugu zetu wa Islam leo ni siku ya ibada. I hope wote mnazingatia hayo. Karibu sana. Hii ni e -trending ya Rick Media. Mimi hapa ni binti yenu wa kila siku, Sarafina Jerry. Yes, mimi ni binti Jerry na, niko hapa na Silent Ocean, kuhakikisha kwamba vitu vyote ambavyo vina trend kwa upande wa burudani nakuletea kisawasawa na unavielewa kisawa, unavielewa kisawasawa, kwa sababu mi na wewe uh, ndo shughuli zetu za kila siku. Mimi nakupa updates na wewe unakuwa updated Oh yes, niko na Silent Ocean na wao wanahakikisha kwamba hili linakamilika kama vile ambavyo tumepanga uh, likamilike. Sasa bana, uh, nitatumia na simu pia, kwa sababu hii shughuli ni nyingi. Kwanza kabisa mimi nilichokipenda kwenye harusi ya Jux na, na, na, na Chris ni namna ambavyo nyuso za watu zilikuwa na furaha namna ambavyo watu walikuwa wana enjoy kuonyesha kile walichokivaa, yaani kuna muda wa Nigeria walipose wanaacha wa Tanzania waonyeshe mavazi and then waje na watu walivaa mpaka miti, mtu nguo yake imewekwa maremborembo kama miti. Alo aaje, na kulinoga bana jana kulinoga. So um, kitu ambacho nimekipenda ni namna ambavyo wasanii wa bongo ambao wana ukaribu na Jux walijitoa mpaka Nigeria, walipendeza kweli e. Wamevalia mavazi yao wa kiume, mavazi ya pink e, na wengine wamevaa mavazi ya kijani yale, jamani, walipendeza sipate si hata kukuambia. Uh, kwanza kabisa mtu ambaye wengi walikuwa wanatarajia kumuona na walimuona of course, ni Diamond Platnumz, japo picha za mwanzoni na videos ambazo zilikuwa zinasambaa, uh, Diamond hakuonekana. Watu wakaanza kujiuliza, kwani simba Simba, ujue tunakutegemea wewe uje utuonyeshe ulichovaa, lakini pia Omidimples na Dvoice hawakuwa wameonekana, though walikuwa washaonekana kwenye video za mwanzo kwamba tayari wameland Nigeria tayari kwa ajili ya harusi ya Jux, lakini hawakuonekana mwanzoni. So tulivyoona mavazi yote tukasema sasa tuna subiri la Diamond na la Omidimples. Kiukweli hawakutuangusha. Ah, walijua kuvaa wa watu bana, ah, walivaa vizuri, walipendeza. So uh, Diamond alivaa sare ya kawaida hakubadilisha, tavazi ni lile, wengi hawakubadilisha, nafikiri ni upande wa ndugu tu, uh, dada wa bwana harusi na kwa upande wa walioenda kwa upande wa JUX, waliobadilisha nguo ni wale ndugu wa bwana harusi wale lakini hawa wasanii zile zile walizovaa, labda na na Billnass nafikiri alivaa na suti kwenye kwenye photoshoot na Nandi, and then akavaa zile uh, za pink, lakini niliowaona ni Billnass, Nandi, Diamond, D Voice, Omy Dimpoz, jinako na mke wake and alikuwepo pale, alikuwepo uh, Jimmy Chansa alikuwepo B Darzon, Hamis Mandi, my very own brother and alikuwepo Minaali, mtangazaji wa Clouds, alikuwepo Nep ambaye uh, watu huko mtandaoni wanasema mbona kama aliaibisha taifa, lakini she, she, she had it all. Mi yani, minguo yake nilipenda though ilionekana kama alivaa wepesi wepesi, kutokana na harusi yenyewe wa Nigeria. Unawajua shughuli zao kwenye kuvaa we hawataki utani, so alikuwepo na Paul pale, alikuwepo, alikuwepo nadinabionasi mesema, alikuwepo na wadada wadada wengine wa mjini mjini huku walikuwepo, alikuwepo Chioma Gudea alikuwepo, alikuwepo Lavish na mumewe suit, which is, walipendeza sana yani. um, angalie wengine ambao walikuwepo Yani ni balaa, ni balaa, mambo ambayo yalikuwepo pale. Unaambiwa watu walituwakilisha vizuri sana. Malaika pia alikuwepo, kuna video moja niliona yuko na Diamond wanacheza Malaika pia alikuwepo. It was amazing kwa kweli, yani ilifana sana, kutokana na namna ambavyo hata masta ambao hawakuwepo pale walikuwa wanajitahidi kuupdate. Alikuwepo Posh Queen pia Oh my God, alikuwepo Posh Queen, alikuwepo Irene Po pia mm -hmm. Alikuwepo, walikuwepo watu wengi kiukweli. uh, siku ya jana walisupport tu... alikuwepo ankoti yule anayeuza nywele sijua nini, Zuchu akuwepo I don't know. Uh, sijajua kwa nini akuepo, sijajua au sijajua, lakini garabi Gela... alikuwepo, yeye ndo alikuwa MC walikuwa wengi. Nilipenda mama wa biharusi pia, namna ambavyo alibadilisha nguo na ameendana na shughuli yake. Nilipenda pia namna ambavyo wakina juks juks na prisi walivyobadilisha nguo eh, zote, they were stunning, my brother. Hey, umetuwakilisha vizuri sana. Nimependa pia namna ambavyo Diamond alikuwa karibu na mshikaji wake, kuna ile ya kwenda kupiga magot, I mean, ku, kuwa ina kulala chini kabisa kama Davido alivyofanyaga kwa Chioma, kwa wakwe zake, wazazi wa Chioma. Ndivyo ambavyo Davido pia I mean Diamond na Jux pia na washikaji wengine wa Jux pale walinama kwa wazazi wa Prissy, baba na mama Prissy. It was amazing. Sipati, si hata kukukwambia. Ah uh, kwa Mastan nilimuona Mr P wa P Square, nilimuona ah uh, Korede Bello uh, aliperform pia nilimuona baba yake mdogo Davido uh, yule ambaye ni, ni, ni gavana uh, anaitwa Adeleke, watuwatu huko alikuwepo pia. Walikuwepo mastaa kibao waigizaji, uh, ma- mabloga wakubwa kwa pale Nigeria, walikuwepo kuhakikisha kwamba we tukio halitupiti, lakini pia kingine ambacho nilipenda ni namna ambavyo blogs za Nigeria zilikuwa zina updates eh, e, sasa hivi wamevaa nguo wa hii, sasa hivi mgeni huyu kaingia. It was amazing kiukweli, it was amazing. Na niseme tu uh, wametuheshimisha, wametuheshimisha na kila laheri kwenye ndoa ya JUX na videos unaziona hizo tofauti tofauti, kiukweli it was good Niona nifa anavyohangaika kuwaposti watu huku, kuwapa updates mpaka amewagawia watu mabando ili waangalie, so it was amazing. Na bongo inakuja hiyo ya bongo, tualikwe jamani, twende pale eee, hatari hatari, twende pale tukakiamshe au vipi bana. Kitu gani ambacho wewe ulikipenda kwenye harusi ya Jux? Natamani uwache comment yako hapo and then mi nitakuja kupita nayo kakawaida, yeah. Acha comment yako hapo, kitu gani ambacho kimekuvutia kwenye harusi ya Jux? Mimi nitakuja kupita na comment yako.